Pongezi hizo zimetolewa na mkurugenzi wa VETA kanda ya kaskazini Monica Mbele akiwa mgeni rasmi katika mafali ya 48 ya chuo cha fundi stadi Leguruki na ya 19 kwa shule ya sekondari Leki yaliyofanyika katika viwanja vya kituo hicho kilichopo katika Diocese ya Meru mkoani Arusha. Nimefarijika sana kuona kwamba karakana zetu sasa zimekuwa na vifaa bora, vifaa vingi ambavyo vimewasaidia vijana wetu kupata mafunzo bora. Hongereni sana. Lakini vile vile nimeweza kuona jinsi gani vijana wetu walivyopata mafunzo bora ya ufundi stadi. Kati ya baadhi ya vijana waliokuwa wanatoa maelezo, nilikuwa nadhani ni vijana wa mwaka wa tatu, lakini vijana wa mwaka wa kwanza ambao wameweza kutoa maelezo ya kitu gani wanajifunza katika chuo cha ufundi stadi Leguruki kwenye fani husika. Mkurugenzi wa kituo cha elimu Leguruki mwalimu Bernard Mbise amesema kituo hicho kinaendelea kuboresha miundombinu ya kufundishia, huku mwenyekiti wa bodi ya kituo hicho ambaye pia ni mkuu wa jimbo la Mashariki mchungaji Anate Palanjo akimshukuru mgeni rasmi kwa ushauri wake. Mwaka juzi, shule ya sekondari ya ufundi Leki ilikuwa miongoni mwa shule chache zilizochaguliwa na serikali katika kuanzisha na kusimamia mtaala wa mpya wa amali. Ulioanzishwa na serikali. Hii inaonyesha dhahiri kuwa serikali ina imani kubwa na shule hii ni pamoja na, ka, na kazi zake kwenye vifaa vya kufunzaji na ufundishaji ambapo mpaka sasa tumekwisha boresha karakana mbalimbali kama vile karakana ya ujenzi na ufundi wa mabomba, karakana ya umeme wa majumba, karakana ya ushonaji, karakana ya ufundi wa magari na umeme wa magari karakana zote hizi tumeweka vifaa vya zaidi ya milioni mia moja na ishirini ndani ya miaka minne, na ni imani yetu kuwa mwakani tutaendelea na ukarabati na ununuzi wa vifaa vya kisasa zaidi kwenye karakana zetu zilizobaki ikiwemo uchomeleaji. kubwa sana ni ile la kutushauri juu ya kukifanya kituo hiki kitoe elimu ya juu zaidi katika masomo au mafunzo ya ufundi stadi, na ninasema asante wa kuliona hilo na kutupa fursa hiyo e, sisi tunaona ni ni, ni neema ya pekee kunyoshwa kidole na wewe kwamba tunafaa na Mungu akubariki sana naomba tumpongeze tena katika hilo mkuu wa chuo cha ufundi Leguruki Elisante Kitomari na mkuu wa shule ya sekondari Leki mwalimu Ombeni Ndosi wameeleza mafanikio ya kituo hicho, huku baadhi ya wahitimu wakiwemo Hansi Baraka na Cecilia Hilary wakieleza mipango yao mara baada ya kuhitimu. wanafunzi wetu waga, tunawapa tunawapa mafunzo ya nje ya mfumo, kwa hiyo tunawapa field attachment. Wanapoenda field, wanafunzi wale wanakubalika sana ukijaribu kuangalia kwenye taasisi mbalimbali mbali, kwa mfano kwenye taasisi za utalii wanafunzi wengi wa chuo cha ufundi Leguruki kwanza kwenye kwenye ufundi wa magari na umeme wa magari wamekuwa ni miongoni mwa wanafunzi wanaofanya vizuri sana, na kwenye taasisi ya umeme Ezirea na na, na na na, na kampuni mbalimbali wamekuwa wanafanya vizuri sana. Sasa hili ni wakati mwingine linakuwa ni, ni, ni, ni fursa kwa vijana. Katika mtaala mpya wa utekelezaji wa elimu ya amali ni kwamba kuna masomo ya sekondari kawaida na kuna mchepuo wa amali. Sasa tunapofika kwenye kutaini, mamlaka zile zinazohusika zinafanya kazi yake. Kwa hiyo mwanafunzi anafanya uh, vitu viwili kwa wakati mmoja. Eh, anasoma amali anayopenda kama ni ufundi wa umeme, magari, ujenzi, na masomo ya sekondari. Na baada ya muda akimaliza kidato cha nne, anatainiwa na nectar na anatainiwa na, na NACTE VET, kwa anakuwa na veti viwili Sistimu za magari ambazo za umeme, hata sasa hivi unapata kuona magari mengi ni ya umeme. Kwa hiyo nimependa kusoma hivi fani ya umeme magari kwa sababu nilikuwa nikisumbua mafundi wengi mtaani, na ni fani ambayo naweza ngajiajiri au kuajiriwa katika makampuni mbalimbali ya kiserikali na taasisi hata, hata binafsi. Mimi malengo yangu, matarajio yangu nitokapo hapa kwenye ki, kituo cha sekondari Leguruki, ni matarajio yangu kujiendeleza na elimu nyingine kuna fani mbalimbali wanaweza wakajifunza hata mapishi, ushonaji, umeme. Pia kutoka mkoani Arusha, mimi ni Eli Huruma Chao.